Karibuni tena kwenye channel yetu ya kingo farm. Leo nimewaletea mada inayohusiana na magadi, magadi kwa kuku. Magadi huwa tunayatumia sana kwa kuku. Kuna magadi ya aina mbili, kuna magadi ya asili. Haya magadi ya asili nadhani hapo kama chumvi, huwa yanapatikana sana kwenye magenge, magenge ya vyakula pamoja na sokoni, huwa wanayatumia kwa ajili ya kulainishia Uh, wanalainishia mboga, vitu kama hivyo, lakini magadi mengine ni haya magadi ya dukani, kama baking soda na baking powder. Yale yote ni magadi. Kuna magadi chumvi na magadi ya soda. Hayo yote tuwa tunayatumia kwa kuku vizuri kabisa, tunayatumia hayo yote, uh, yakiwa yana kazi mbalimbali kwa kuku kwenye kuzuia magonjwa, lakini pia kubusti, lakini pia kutibu magonjwa. Sasa leo nitakuelekeza kazi za haya magadi yote kwa kuku, uh, hapa Tukianza na kinga, haya magadi huwa tunayatumia kama kinga ya mafua sana sana, vile vile, ya ya kuna zile dalili za kwanza kabisa za kupiga chafya. Uh, unaweza ukaitumia hii ile baking powder kama tiba ya mafua au uh, ukawaponesha, lakini ni yale mafua ambayo yapo kwenye hatua ya awali kabisa. Weka vijiko viwili vya baking powder kwenye maji lita kumi. Hata ukikosa baking powder, unaweza ukaitumia baking soda ukaweka vijiko viwili kwenye maji lita kumi. Itawasaidia kuweza kukinga mafua, lakini vilevile vile itawasaidia kuweza kuwatibia yale mafua ambayo yapo katika hatua ya awali kabisa. Aa, lakini pia haya magadi ya dukani ambao ni sawa na baking soda, aa, au baking powder huwa tunaweka pia kwenye chakula. Ila kwenye chakula tunaweka sana sana baking powder, baking powder ndio huwa tunaweka sana sana kwenye chakula. Huwa tunaweka kwa ajili ya ku-boost kuku au kuwaongezea madini mbalimbali kwa kuku. Au ukichukua ile baking powder hata wewe mwenyewe ukisoma utaona kuna madini, kuna madini ambayo ni muhimu sana kwa kuku. Kwa hiyo huwa tunaongeza kwenye chakula kwa ajili ya kuyaongeza yale madini ili kuku aweze kuwa imara zaidi pia waweze kupata virutubisho vyote muhimu ambao vinahitajika kwenye miili yao kwa sababu miili yao pia inahitaji madini ili waweze kukua vizuri. Aa, sasa hayo ni magadi ambayo unaweza ukayapata dukani. Ndio hizo kazi ambazo zinaweza zikakusaidia kama utaweza kununua hayo magadi ambayo utayapata dukani ambayo ni baking powder au ni baking soda, unaweza ukatumia kwa namna hiyo. Tukija kwenye haya magadi ambayo ninaweza kusema magadi ya asili. Aa, haya ni magadi ambayo unaweza ukayapata sokoni au maeneo ambayo wanauza viungo, na dhani kwa watu wengi maeneo mbalimbali huwa wanatumia haya magadi kwenye kupikia mlenda, kwa sababu huwa yanalainisha. Watu wengi maeneo mbalimbali wanapikia mlenda au mboga yoyote ngumu, huwa wanayaweka kwa ajili ya kulainisha. Haya ni magadi ya baharini nadhani, au ukienda sokoni ukiulizia magadi ambayo yanatumika kwa mlenda au magadi ya asili, nadhani utauziwa haya. Magadi ya asili huwa tunayatumia kwenye kukinga na kwenye kutibu minyoo. Ukitaka kuku wako asipatwe kabisa vile, nimesahau dalili moja ya minyoo. Unaweza ukakuta kuku wako wanajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo. Akiwa na minyoo mingi sana huwa inafika stage wanajisaidia kinyesi chenye minyoo, au ukimchinja kuku mmoja kwenye ule utumbo wake wa chakula unakuta yule kuku ana minyoo, basi hujui hata au kuku wengine huenda wakawa wana hiyo shida ya minyoo. Kwa hiyo ukibaini vitu kama hivyo, unaweza ukayatumia magadi kwa ajili ya kuwatibia, lakini pia vilevile vile kama unataka kuwakinga, unaweza ukawa na ratiba yako nzuri, labda baada ya kila baada ya wiki mbili unaandaa siku zako mbili mfululizo, unawapa magadi kama kinga. Ha, unawapa magadi kila baada ya wiki mbili kwa ajili ya kuwakinga na minyoo, na vile vile ukigundua wamepata, basi utakuwa ukiwapa haya magadi kama tiba. Kama tiba utawapa kwa muda wa siku tatu, ukiwapa haya magadi utakuta, ukiwapa ile siku tatu, unakuta wameanza wanajisaidia kinyesi ambacho kina m kinyesi ambacho kina minyoo, nenda kaitoa ile minyoo, kisha itoa, unaweza kumwagia na jivu lile eneo kwa ajili ya kuua bakteria, kwa sababu wanaweza wakajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo, lakini wakala tena. Kwa hiyo kama unatibu, lakini bado kuku tena wengine wanaendelea kupata minyoo, utakuwa haujaweza kumaliza tatizo. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana ukiona kuku wako wamejisaidia kinyesi hiki ambacho kitakuwa kina minyoo. Kwa hiyo unaweza ukayatumia haya magadi kuweka kwenye maji, na kipimo cha kuweka kwenye maji hapa kwenye kila lita kumi yako ya maji, kama unatibu minyoo weka vijiko vitatu tatu vya magadi vile vijiko vya chakula. Aa, wape hivyo kwa siku tatu. Ukifanya hivyo basi, utaweza, utaweza, utakuwa umewasaidia kuku wako kuweza kuondokana na hiyo minyoo ili waweze kuendelea kukua vizuri na kuendelea kuwa na afya bora. Aa, kwa hiyo

pata darasa sisi tunaagiza vifaranga, na kama wiki hii nadhani Jumapili tunaanza kuingiza vifaranga, Jumatatu nafikiri tunaingiza vifaranga. Tutaanza kutolea mafunzo yote ya kuwalea wale vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa vilevile vile, kama una una maswali au unahitaji ushauri wa kampuni bora ya kuchukua vifaranga ambao utapata vifaranga wazuri, jiunge na kundi letu. Kama una maswali yoyote ya ufugaji, jiunge na kundi letu. Ada ni elfu nane tu, ukilipia tunakuunga, unauliza maswali yako, unajibiwa na unapewa darasa pia. Tuna vitabu vitano vya ufugaji ambavyo vinakupa miongozo yote ya kuwafuga kuku kwa gharama nafuu, kwa kutumia sana sana tiba za asili. Kuna kitabu cha safari ya ufugaji, kitakupa mwongozo wa kumfuga layers na chotara pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Tuna kitabu cha ufugaji wa broila. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kina tiba za asili ambazo zinatumika kwa kuku aina zote. Sio tiba tu, kuna tiba, kuna kinga, kuna booster za asili, kuna vitamin za asili ambazo zinafanya vizuri zaidi. Vile vile tuna kitabu cha mwongozo wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha mwongozo ni kizuri sana kwa wewe ambaye bado haujabobea sana kwenye kufuga kwa kutumia tiba za asili, kwa sababu chenyewe kinakupa ratiba kabisa, ratiba kamili. Kama ni kuku unataka awe wanyama, basi kimekupa ratiba ya kumpa zile booster ambazo zinaenda kuboost awe na uzito mkubwa, pamoja na formula ya chakula ya kumpa. Kama ni kuku mayai kimekupa fomula ya chakula ya kuku wa mayai na ratiba nzuri ya kuwapa booster ambazo zinatengeneza mayai na kuwafanya kuku wako watage vizuri kabisa. Pia kuna baadhi ya tiba ambazo zinatumika kwa kuku wa mayai na kuku wa nyama. Ni kitabu kizuri sana, lakini vile vile, kama kuku wako hawatagi, tuna fomula ya kuwafanya kuku wako watage pia kama kuku wako hawakui, ni vijogoo wamedumaa, tuna fomula ya kuwanenepesha vijogoo na kuku wote ambao wamedumaa. Aa, kila fomula ni shilingi elfu tano, lakini kitabu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie, au utumie ujumbe. Kumbuka kujiunga na kundi la mafunzo, ni elfu nane. Kila kitabu ni shilingi elfu kumi na fomula moja ni shilingi elfu tano.